Watu wengi leo wanamzungumzia mama. Ni kweli mama ni baraka kubwa, na kila nikisikia mtu akisema nataka niwe successful ili nimtunze mama yangu, wallahi moyo huvunjika nguvu na kujiuliza swali moja tu ndogo. Baba je, baba anamka alfajiri akiwa hana hamu ya kula, lakini bado atatoka ndani ya nyumba na kwenda zake kazini kwa sababu ndani kuna watu wanasubiria mkate wake. Mama anatupa upendo wa maneno, baba anatupa upendo wa vitendo. Mmoja huonekana, nyingine haionekani, lakini hawa wote bado ni upendo. Kuna mababa wengi leo wanatembea kimya, wamechoka, lakini hawasemi. Wamebeba dunia kwenye mabega yao, ili watoto wao wasijue uzito wake. Heshima mama yako ndiyo lakini usisahau baba yako pia, kwa sababu kama asingesimama imara, labda wewe leo usingeweza mwita mamako mama. Upendo haupaswi kuwa mashindano. Hawa wote ni neema, ya wote wawili walikuleta duniani, wakakutengeneza bila ya wao kujisifu. Kwa hiyo leo, kabla hujaandika hakuna kama mama, Jaribu pia useme asante baba. Labda hilo ndilo neno ambalo amengoja miaka mingi sana asikie kutoka kwako.